Karibu Beda Msimbe television. Sasa ukitoka hapo, mimi nataka kushirikisha kidogo, siri yako nini, siri ya mafanikio, alafu ajambo la pia ambalo hapo ningetaka utaukaa, ulipomaliza kujifuza rubani, hii ilikuwa kazi yako ya kwanza, alafu ilikufaishana gani? Okay. Uh, siri ya mafanikio yangu mpaka leo nafika hapa kwenye production ni miaka kama kumi na tano ni kujituma kwa bidii, kuwa na nidhamu, kuwaheshimu wakubwa na wadogo, pia kujifunza kusoma. Leo hii, hata kama unajua kitu, muulize mtu hata kama unajia jibu lake kuna kitu ambacho atakupa extra na kufanya kazi kwa bidii, hiyo ndo siri kubwa sana ambayo hiyo ndo naitumia kama silaha, lakini cha kuongezea zaidi kikubwa kubwa zaidi kumcha Mwenyezi Mungu. Ya, tunakutana na mabalaa mengi lakini unajirudi unamcha Mwenyezi Mungu ni jambo jema zaidi. Swali la pili kazi, zako za kwanza ah. Ya ah. Kazi yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni kazi ya zilikuwepo nyingi lakini kazi ambayo naikumbuka vizuri ya kwanza niliyoifanya vizuri ilikuwa ni Maisha Plus, kipindi ambacho cha Abdul. Nilipoona jina linaanza kutoka kwenye credit pale Kaka Musa, editor, ni kitu ambacho kilinipa faraja sana na kilinipa ishara kwamba kama nitaendelea kujituma iko siku nitafika mbali nao na naona kabisa nilipofika, of course nimefika, lakini bado naona nina nafasi kubwa tena ya kujifunza ili kufika mbali zaidi. Kwa hiyo ni kazi ambayo kwa kweli nifungulia mwanga na ni kitu ambacho kilipendwa sana nchini cha maisha plus. Kwa hiyo hivyo nikawa proud sana, yani ukiangalia hata tu vision pia ilininyanyua sana katika utengenezaji wa filamu hizi na kuzingatia misingi ya, ya kuwa mwanahabari, kuwa mpiga picha mzuri eh? hivyo ni juhudi kubwa ambazo unazifanya ili uweze kufika Uh, cha kwanza, sheria nchi yetu kwa sheria hizi ambazo zime, zimewekwa. Sheria hizi ni lazima uzisome. Cha kwanza, hautakiwi kurusha drone kupita juu ya benki. Kingine hautakiwi kurusha droni kwenye mazingira ya magereza. Hautakiwi kurusha droni kwenye military area, maeneo ya jeshi, sawa. Na sasa hivi vimefungwa vifaa maalum, ukipita anakwambia no fly zone, yaani zile ndizo ambazo unatakiwa kwanza uzijue mwenyewe, kwa sababu zinaweza kukuletea matatizo. Hata hauruhusiwi kurusha droni maeneo ambayo yanakaribia maeneo ya Ikulu zote ya, bila pamiti yao. Yaani, ni muhimu kuzingatia hizo sheria ambazo zinakugaidi hata pia urushaji wa droni. Pia kwenye hali ya hewa unatakiwa pia, una kipimo ambacho unaenda nacho droni, siende juu sana, kwa sababu kumbuka kuna ndege kubwa ambazo zinapita, usije ukatengeneza ajali. Lakini pia nyingine, hauruhusiwi kurusha droni karibu na airport yoyote ile bila kibali, kwa maana ndege zinatua eh. Kumbuka kwamba ile ndege hata uambiwa hawa ndege wenyewe wanaoruka wakigonga ndege unasikia ni break news. Hebu imagine, droni ambayo ina betri na kila kitu inapanga eh. Kwa ni muhimu sana kwenye kurusha drone, ni muhimu sana kuzingatia hivyo vitu. Kurusha droni hata kwenye vichwa vya watu juu huwa nayo hairuhusiwi kwa sababu unaweza ukatengeneza ajali, unaweza ukamdhuru mtu, ko ni sheria zote ambazo zipo za urushaji wa droni. Nakumbuka ah, na kipindi ya daraja la Kigamboni nilikuwa na Phantom 3 pale, kulikuwa kuna nguzo kubwa za umeme ambazo zimepita pembeni, nadhani ni zile nguzo za kuhama zile, ni high voltage kwao pale. Ndo drone yangu nilipita pale, bahati mbaya ikapata misukosuko na ikaenda ikadondoka, lakini pia kwa maana kwamba nilishajifunza kwamba natakiwa niende na drone mbili. Kwao nikaona eneo lile kule linasababisha ajali, basi tukaitafuta ile drone tukaipata, and then nikamaliza kazi ya watu na drone nyingine ambao ni backup ambao nilikuwepo nayo pembeni pe. Mgeni alifurahi sana akanambia, yeah you are professional, you have a backup. Kwa hiyo unakuta kwamba ukifanya kila kitu lazima ujiekee uji, uji, uji, pia kuna ajali, kuna nini Somo mm. kubwa la watu ambao wako kwenye tasnia hizi za filamu, tusipende kurudia shoti za droni katika eneo moja. Yaani, tusiweke haya material. Unakuta kila filamu inapotoka wewe una ile ile shoti ya opening labda ya, ya, ya, ya posta haya majengo yanabadilika, haya majengo yanachakaa, haya majengo yanapigwa rangi. Leo hii ukiangalia Uhuru pale Askari moment pale, uh, Posta, Askari moment au labda Uhuru kule Kariakoo, sawa, ni maeneo ambayo yanakuwa na movement. Kwa hiyo tujifunze kwamba picha za droni, unapoanza kufanya kazi yako, hakikisha kwamba unapata current za wakati ule, ili iweze kwenda sawa na video yako wewe ya drone. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo nawashauri watu waanze kujifunza kutumia droni, kama vile wanavyoshuti na kamera daily, na droni nazo zianze kutumika hivyo hivyo, ili iweze kusaidia kuonyesha mabadiliko ya lile eneo na mabadiliko haya ya tabia nchi, uweze kuona kwamba leo hii kulikuwa kuna nyumba ndogo, ukija kupiga picha siku nyingine unakuta ghorofa limejengwa. Kwa hiyo yote hiyo ni muhimu sana kuzingatia katika eneo hilo. course ni mm. Tunasema nilikuwa ni kijana wa kwanza uh, kurusha droni katika Kilimanjaro top kabisa futi elfu kumi na nane ni sawa na mita elfu tano na chenchi zake huko juu, kitu kikubwa ambacho nilizingatia kwanza, before kwenda, nilisoma wenzetu, sisi wanaorusha droni ambazo tunaona kwenye sehemu za barafu, wao wanatumia nini ili waweze kurusha, kwa sababu tukiangalia nchi ambazo zenye milima barafu hizo, Arctic hizo nchi ambazo zina milima mikubwa, ukiangalia, kikubwa ambacho nilichofanya, kuna vifaa maalumu unanunua ambavyo vinasaidia ku kutunza joto la betri. Kumbuka kwamba betri inapopata baridi ina float, kwa hiyo ni lazima uwe na vifaa maalum vya kulinda joto za zile betri zi keep warm unapopanda juu. Kwa hiyo ukifika kule juu unakutana na upepo ambao haukati na baridi ambayo haikati, yaani kumbuka unatembea kwenye barafu eh? Pale kwa hiyo unakuta kwamba siku ambayo nimefika pale juu, kwanza nimechoka, manake siku yenyewe, safari yenyewe ilikuwa ni safari ya siku nane mpaka tunafika kileleni pale, na watu wengi hawakuamini kwa sababu ni sehemu ambayo, na scale ilikuwa na changamoto kubwa, na droni nyingi zilikuwa zinapotea kule, zinadondoka, mtu anakuambia kwamba nimeshindwa ku fly na nini, lakini nashukuru Mungu. Uh, watu wa Tanapa waliniambia bana, tunabidi tukutunukie cheti chako, kuandikia kabisa pale drone na jina langu pale nilikuwa na furaha kubwa sana. Lakini kurusha drone katika piki ya juu kuona ile shimo, Aa, ni experience nyingine ambayo si kuwahi kutegemea kwamba nitafika. Kumbuka kwamba nililala juu kabisa kileleni kule ili kuweza kupata jua la asubuhi. Yani ni crazy, hauwezi kulala yani, unasikia kama wanaita sickness mountain, yani ile unaumwa alafu hujui unaumwa nini yani, kama unakuwa na ki, mawenge mawenge, lakini mpaka ulivumilia, kwa sababu najua kwamba wao wanataka jua la asubuhi likitoka tu liweze kumulika mlima ambao wanaita wanajina lao. Nilikuwa na wakorea fulani hivi ambao ilikuwa ni Heritage of Africa, ukienda kwenye akaunti yangu utaona, ambao ni urithi, ambao pointi yao kubwa walichoangalia ni barafu. Ilipo, ili, imeanza kurudi Kilimanjaro. Kumbuka kwamba kuna kipindi vyombo vya habari vilitangaza barafu imeondoka mlima Kilimanjaro, baada ya miaka minne au mitano sasa imeanza kurudi. Kwa hiyo walikuwa wanataka zile zile shoti ambazo zilizopigwa ndo hizo hizo nirudie. Kwa hiyo mara ya kwanza walipokuja hawakuja na drone, mara ya pili ndo walikuja wakanitafuta mimi niweze kurusha na drone. Waambia, bana, una experience ya kutosha, tunataka utusaidie kufanya hii kazi kule kuna changamoto, jitahidi kuangalia hizi changamoto nini ambacho unahitaji tuweze kufanikisha hili swala. Kwa hiyo ilibidi nisome nipitie, nikanunua hivyo vifaa, na mwisho wa siku nikakamilisha kazi ya watu na walienjoy sana. Yeah, bima, bima, bima binafsi ya kwangu ninayo lakini Vifaa bima ni muhimu kukata pia kwa sababu chochote ambacho kinachoenda juu kwa sababu hivi vifaa vyote ni expensive. Eh, ukienda kwenye mashirika yote ya bima unathaminisha kifaa chako, hivyo wanakukatia bima, wanakithamanisha, wanakukatia bima yao. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa vifaa kuwa na bima, yaani bima ndio ambao ndo mkombozi. Japokuwa si nchi yetu watu wengi tunafanya vitu kwa mazoea, lakini pale ambapo jambo likikukuta ndipo ambapo utaona umuhimu wa bima. Bima inawezaje kukusaidia katika kurikava vitu vyako. Kumbuka, tunajipanga sana, tunanunua vitu bei ghali, lakini kama kitu kinaharibika papu, kama usipokuwa na backup ya bima ni ngumu sana kurudi pale ambapo ulipokuwepo. <mukye> Cha kwanza, Watanzania wote tujifunze kufanya kazi na watu wenye experience, tusiwape mizigo watu ambao hawana experience, watakuharibia kazi. Usiogope gharama, kwa sababu kila kitu kinazungumzika Sawa, leo hii mpaka nimefika hapa, sio kwamba nime, nimefanya tu kazi kubwa, iko kazi ndogo ndogo nyingi ambazo nimefanya, lakini pia ni lazima tuwe wazalendo ya nchi yetu. Wenzetu sisi nchi za watu wanashirikiana kufikisha malengo yao, na mimi pia, na mimi nashirikiana na watu ili kufikisha malengo yenu. Kwa hiyo tusiogope gharama, kila kitu kinazungumzika. Tukae chini tuangalie jinsi gani tunaweza kufanya kazi kwa ubora mzuri, nchi nyingine zione na sisi tuwe kinara pia. Tusiangalie wenzetu wanapewa tuzo, filamu bora, tujui nini. Hata ukiangalia filamu ya Disney wamepewa tuzo, lakini bila wao kuto kushirikiana na kuto kufokasi kwa gharama, leo hii Lion King isinge isingekuwa kubwa, wala isingekuwa kuna kaka Musa huyu ambao mnamwona mna, mna, mna hapa. Kwa hiyo gharama ni matokeo, lakini cha muhimu tuwe wazalendo ili tuweze kukuza nchi yetu na tuweze kukuza tasnia hii ya production. Nakushukuru kaka Musa. Jamani, nilikuwa na kaka Musa, na leo tulikuwa tunazungumzia teknolojia, ubunifu na namna ambavyo Tanzania wanaweza kujifunza kutokana na uzoefu wa kaka Musa. Asante sana. Asante.